Msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango sasa anasema kuwa kaunti zote nchini zimekuwa zikiendesha akaunti za benki ambazo hazijaidhinishwa. Nyakango anasema kuna kaunti kama vile ile ya Homa Bay ambayo inaendesha zaidi ya akaunti 500 za benki. Kwa jumla, kaunti hizi zimeandikisha zaidi ya akaunti elfu tano ambazo hazijaidhinishwa, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Stephen Leto. Maswali chungu nzima yameendelea kuibuka kuhusu ripoti ya msimamizi wa bajeti kuhusu idadi ya akaunti za benki ambazo magavana wanapaswa kuwa nazo katika kaunti zao. Kulingana na msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango, kaunti zote 47 zina jumla ya akaunti za benki 1576 baadhi ambazo ni akaunti za siri ambazo hazijaidhinishwa na afisi yake. Kulingana na ripoti hiyo, kaunti ya Homa Bay ndio iliyo na akaunti nyingi zaidi ikiandikisha akaunti 558 huku Kitui ikiwa na akaunti 350 katika benki mbalimbali. Kaunti za Bungoma na Nakuru zote zimeorodhesha kuwa na akaunti zaidi ya 300. Kaunti ya Baringo ina akaunti 280, huku Kwale ikiendesha akaunti 240, Machakos nayo ikiweka pesa kwenye akaunti 231, ambazo msimamizi wa bajeti anasema baadhi ya akaunti hizi ni za siri. Kutapakaa kwa akaunti za kuhifadhi pesa za umma kwenye benki mbalimbali ina uwezekano ya utepetevu na kupotea kwa pesa za umma. Kaunti ambazo zimeorodheshwa kuwa na idadi ndogo ya akaunti hizo ni pamoja na kaunti za Nandi, Kisii, Siaya Tharakanithi na Murang'a kulingana na ripoti hiyo ya Nyakango. Magavana Steven Sang wa Nandi, George Natembea wa Tranzoia, Patrick Olen Tutu wa Narok na Isaac Mutuma wa Meru ndiyo mabingwa wa maendeleo mwaka huu kwenye ukusanyaji wa ushuru. Gavana wa Kisii Simba Arati ameongoza kwa kukaza kamba, pamoja na magavana wa Tana River, Wajir na Kirinyaga, Steven Letoruni.